Ilikuwa ni densi ya aina yake, ila haikuwa na mdundo wa muziki, bali mng'ato wa nyuki kadhaa waliomwinda jamaa huyu. Kisa na maana, jamaa akakuja, ikawa kwamba akajifanya yeye anahitaji gari za kuhaya premio ama axio, tukaelewana ya kwamba atakuwa nalipa shilingi elfu tano kwa siku kwa gari tano. Sasa ndilikuwa katika mazungumzo, nikaenda kununua kredit, nikawaja jinsi yangu hapo kuruti, nilipoendelea kukunywa nikaanza kukosa fahamu, nikamwambia wewe, maliza then unipate, hapo unionyeshe ofisi yako, nipate chini kwa gari. Kisanga kilichomwacha tabani akiwa hana gari lake tena na akiwa amekosa imani kwa polisi. Kienda kwa polisi, wanafuata wanafuata, lakini asipatikani. Nikafikiria waje tu, nikuje kwa mganga. Tulipokuja kwa mganga na akanihakikishia, baada ya siku tatu, siku mbili, kama ni nyingi ni tatu, huyo mtu ataonekana, na hataenda mahali wala hata badilisha namba plate. Anataka kutengeneza mkoroka akili na atazungukia tu hapa Bungoma, tena atajikuta tu akidrive mwenyewe na Ikifika siku ya tatu ama ya pili, nyuki sitamfamia atatoka ndani na atajielekeza ataji, ataji, mwenyewe kwa polisi, na kama mabongo yake yanavyotaja. Daktari huyo almaarufu wa nyuki alimpokea mwizi anayefahamika kama Francis Sikadigu, kufunguo za gari akizishika mkononi, aliyejileta mwenyewe kichinjioni, gari nalo pia likiwa limepatikana na nyuki waliokufa wakiwemo pia